Faraja, kuna mambo mawili hapo, aidha dabi irudiwe ama kwamba baada ya dhiki ni faraja, kwamba tunakwenda kuchukua pointi tatu muhimu za mezani siana. Kwa sababu sisi kama Yanga tunachokitaka mpaka sasa hivi ni pointi tatu na sio mambo mengine. Mechi ya dabi tarehe nane imeshakatika, kwa hiyo tunachokitaka sasa hivi pointi tatu na magoli mangapi, na magoli matano au matatu. Kwa hiyo swala la dabi, kwa sababu mpaka sasa hivi swala la msingi watuelezi kwamba mechi ile iliairishwa kwa sababu gani? Unasema nyinyi nini mnataka pointi tatu na magoli matatu, lakini wenyewe wanakuambia utapataje pointi tatu na magoli matatu, wakati ija mkaba nani? Ukitaka kujua kidume, ngoja. Ukitaka kujua kidume, na najiamini na vizuri baada ya dabi ile kuahirishwa na watoto wa Amudi. Asubuhi na mapema nikamfuata kule bunjo kule. Nikamwambia fungua kufuri kagoma. Fungua geti kagoma. Nasema mwenye na basi ambalo alina, alina wachezaji ndani basi tupo. Tena hata hiyo hiyo tarehe saba watoto wa Amudi kwenda kufanya mazoezi. Ile gari yao ile kulikuwa kuna wachezaji wawili tu, kulikuwa kuna Debora na mdhamini Yasin. Kulikuwa kuna wachezaji. Hii bie ndio ilikuwa ina mbuzi na wazee kibao mwenye ndani. Kwa hiyo watoto wa Amudi hao, wachezaji asilimia kubwa walikuwa na mafua. Na ndio maana ile mechi kaahirishwa. Mimi ninaogopa wazee wa kuku na mbuzi. Kaka, mtu kimo kama Takumi yuko hivi rafiki rafiki rafiki yangu yangu yangu na na mbuzi mbuzi mbuzi hapo sasa sasa, wenyewe nikiangalia uwanja uwanja Benjamin Mkapa nyasi nyasi zimetoka kupandwa kama kama kama kama wiki iliyopita, zimestawi vizuri kabisa. Siku mchezo Adam na watoto wa wa wa Adam watoto pale pale kwenye kwenye ligi ligi kuu kuu Tanzania Bara waka ukanyaga kanyaga kapita kapita ng'ombe na Mudi, kwenye ligi kuu, kama kapita ng'ombe hao hao hao binadamu, je ungeingia mbuzi ule uwanja ungekuaje? watoto wa Mudi wasitake kumwangalisha ule Waziri nani, ya, Kana, nani. A, yule mzee kwanza kwenye kwenye kukundi ole mchezo hakushirikishwa. Sasa hivi bodi alivyo amekaa pembeni, wanamwachia msala nani, waziri wa michezo. Kwa ni niwaambie kwamba waziri wa michezo na mambo mengi ya kufanya, aende kwenye serikali e, ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama Samia, aende kafanye vitu vingine, lakini sio kuongelea dabi dabi. Tushasema hatuchezi hatuchezi, kwa sababu mtoto mmoja anapodai anakwambia kufanya mazoezi, jamani, juzi tu kaifasta mdogo kucheza kule, hajafanya hata mazoezi na mungu kwenye

waliweza kuwafunga goli tatu pamoja kabaanaza tarehe 2 mnakutana kwanza

Utaonyesha, naona misimu ijayo huko ya miaka ya, ya, ya mbele mbele, elfu mbili na ngapi huko, kama ataonyesha juhudi kama alionipa, maana tuamini pale ndio changamoto chato kimtezo, kwamba huko mbele mbele na waona anakwenda kuja kwenye ligi kuu tena ataonyesha chato. Kwa hiyo sasa robo fainali imeshakatika, tumeshaingia robo fainali, amempata mtoto mmoja. Sasa kituo kinachofuata na na kwenda kumfuata yule Tabora. Tabora atanieleza, atajuta kumkaba muuza visu, pale, tulipocheza chamani, alinikaba mimi muuza visu. Sasa, unajua katika kumkaba muzavisu, angala katika pita pita zako, angala unaweza kukutana maeneo gani sasa? Pakule mkaba mi muzavisu akajua, tutaonana msasipu tarehe mbili hii hapa baba, leo talenga, leo umechile Jumatano eh, kwanzea Jumapili, Jumatatu, Jumanne tunafunga skwadi kama tulofungaga kwenda Rwanda ile baba, tunafunga skwadi na mfata yule Tabora <laughs> moto na no kwenda kumpelekea yule Tabora United, hebo natajuta kuzariwa walai, yanga hii hebo, na usiondo wikabe kaka moto unakwenda kumpelekea Tabora Sasa nilipiga tatu moja pale. Sasa kule naziona nane kaka, atajuta kunifahamu mimi. Ndio Yanga, bimbo wa nchi amenichokoza, kapiga mzinga wa nyuki. Nakwambia Kristina Mwagara, nimeshamwona, kashaanza kutema nyongo kule, anashaanza kuweweseka mhaho ule. Sasa tarehe mbili nakwenda kumnyosha pale pale uwanjani pake. Yani naziona nane zahiri kabisa kaka, tukona ngoja ni mzunguzi kidogo. Ongea naye, mambo vipi Ukopoa. Ukopoa. Mimi pia sasa hivi baada ya ule wa Dodoma kumkimbia. Umekubaliana na kila hali ya mzee Utopolo? Eh, nimekubaliana na mzee Utopolo, yeye ni shabiki wa. Na wewe kwanza ulikutana naye, wewe ukiwa ni shabiki au ulikutana tu njiani? liaatotoaami sio mtoto wangui mi mwana waaaacheaamuza wabi aamaaanatamba nadhani tamba kwake anapata nguu kulingana na ile mechi yalio, lakini kwa sababu tumejipanga sana, yaani kwa sababu kila timu itakayotokea mbele yetu lazima tutaifunga, kwa sababu tumejiandaa vizuri na tuko tayari kupoteza pointi tatu kwa sababu

wanasema kuwa mnataka alama tatu na magoli matatu, umefanya kazi gani mpaka pointi tatu na alama tatu? Kazi tunaifanya ni kubwa, kwa sababu zote zinajulikana. Unapoahidiana na mtu, unaposhindwa kutekeleza ile ahadi, lazima kama kuna makubaliano mlioweka wewe, inabidi utekeleze ile makubaliano na watoto wa mudi walivuja makubaliano ilikuwa tarehe tarehe nane mchez wenyewe watatukimbia. Kwa hiyo sisi tumezania wakimbia, au wamesikiliza kauli ya baba ambaye anasimamia ligi ambayo ni bodi ya ligi. Majira saa nane alipoa taarifa mechi ya dabi imeghairishwa, na mimi naomba kwanza niulize swali mechi hey, ya dabi imegairishwa tarehe, na saa nane mchana yeah, sheria inatakiwa Masaa sabini na mbili. Sasa tumegeerishwa mchezo ambakia masaa matatu kucheza mechi. Sio watu litambu. Yaani wamebadilisha kwa janja janja zao kumbeba mtoto wa mudi. Sisi tunachopitaka ni pointi tatu. Kwa sababu kama walikuwa wanajua ule mchezo wa kuni, wangegeerisha siku ya nyuma kabla ya ile mechi kutogea. Wamesubiri saa nane mchana na kwanza kabla ya saa nane. Saa tano walitoa taarifa kwamba mchezo huko hautogeerishwa. Imefika saa nane kuona wale wamekazana kwamba watu waingie uwanjani. Wakagailisha oh, yeah, mechi hii inamaanisha kwamba wanawabeba Wanasimba. Ina maana wanawabeba, ina maana, ina maana tunaoumia ni sisi. Sisi tunachokisema mechi hatuchezi, na jezi tumeshatoa tunaandamana, mechi hatuchezi, mechi ya dabi, hata bodi ya ligi ijiuzuru, hata ikiwezekana na huyu rais ajiuzuru mwenye no ma... na hey, wahenga nakwambia hey, ukimwona mtu anatapatapa sana, nimekwambia ukimwona mtu anatapatapa sana, dalili zote za kufa, kaka. <laughs> So, maji na shkunu mchezaji kupata nafasi ya mwalimu mwalimu kupata nafasi anaweza asianze nao lakini wakaingia waka wakatoka, akishapata matokeo akawapatia wengine nafasi wakacheza ili kuwapatia mechi fitness pale wanapokuja kucheza mechi nyingine zinakuwa zinawapepa. Leo hii unaona e, kuna wachezaji ambao naomba nitolee mfano kwenye kikosi cha Simba Sports Club kwamba wamekuwa wakimtumia sana Shabalala na Kapombe, kitu ambacho kinakuwa sio vizuri. Kwa nini? Pale wanapokuja kuwakosa, wanawaweka wale mbadala, wanakuwa hawana mechi fitness. Mwisho wa siku inakuja kuwakosa. mimi na